Ndio maana kuna kitu kinaitwa open relationship. Kwamba I can do me, you can do you, but we are in love, ha? Ili tusinyimane zile haki za kimsingi za kimwili, okay. Eh, ni muhimu sana kuzingatia haki za kimsingi za kimwili, okay. Mimi nazingatia sana haki za kimsingi za kimwili. Sasa open relationship, sorry. At akiona open relationship is where by atanipigia utaona, a tuna mahusiano you are allowed to date others and I can date others. I can sleep with whoever I want and you can sleep with whoever you want. Lakini tunaheshimiana na tuna mahusiano. Kwa nini tunapeana hiyo option? Kwa sababu ya vitu kama long distance relationship. Kimwili kama unahitaji mahitaji ya kimwili ambayo kiafya is very important.

Ah, a no, have... si ile ambayo nilisema naacha kazi alafu nikarudi. Sasa bosi wangu sitajiri kaniuliza tatizo liko wapi, nikasema sipendi kuongelewa ujinga, najua yaani kwamba mtu tza waziwazi kuchafuana, si ile niliongelea ile

Yani, niulize, naliambia Diva kuna content hii nitakubalance, utapiga tu balance mm. Uone kama mimi nitakasirika. Mm. Mimi hapa ni mfanyakazi, ni mtangazaji. Professionally you have to balance the story. Story is equal one sided mm, yani is equal bias big time. Kwa hiyo zinakaa upande mmoja, na brandi ya biashara nyingi ambazo nafanya nje, kwa inaniharibia mm. Kwa nikaona sasa hivi vitu gani, mbona kila siku mmenikalia kooni nini? Staki lakini mimi yangu siko napata faida ya content wala kwa sasa, and then okay, mimi niko na faida kana nini? Ningekuwa basi nalipwa na content zile ambazo zinaenda, mimi nalipwa mshahara. Sitaki maelewano, linapokuja swala la kuandikana, ujinga ujinga, tutagombana, tutagombana tena. Kama mtu anaona ilikuwa raha kipindi kile, ingawa sasa hivyo vitu havipo, si ndio? mm -hmm. Angefanyiwa yeye, alale saa 12, babake anampigia simu, cause my dad kila saa tumia vitu WhatsApp, matiktok usu unafanya nai kazi yani, vurugu mechi, unajua zile mm. Unaamka hii tena imekuwe, jamani hivi vipi? Mbona hivi drama hizi, what is this what is that mm. Mtu afanyiwe hivyo yani, nje ya mimi, namtafuta mtangazaji mwingine, wamfanyie Alia au Amigel wawafanyie, mbona wawafanyie wale wale, hawataki mchezo. Umeelewa eh? E, mm -hmm. Kuna watu hawataki mchezo kabisa. Kwa hiyo mimi nilikuwa nachukulia ile kidadadada hiyo kishikaji nini naona mbona kama ilikuwa ili, ili personal yani ili, chuki chuki. Mm. Yaani mtu anakuletea chuki za wazi kama haupo unasikia fulani kwa kuongelea hivi unauza huyo. Mimi mbona simjui ni nani huyo? Kwa nini ananiongelea hivi? Sasa mimi nina wanangu. Mm. Eh, wanangu wanatumia ma voice note manini unajiuliza huyo oh, vipi? Kwa hiyo nikaanza kuona ah, kwa hiyo kuna yani kuna kuchafuliwa hapa, kuna vitu watu wanataka tu ukasirike uondoke. Na aliniambia Zuchu, okay. Zuchu aliniambia hivi, kuna baadhi ya watu wanataka ukasirike uondoke, nafasi yako waichukue wao, waichukue wao. Nikasema ah, basi ndio nipo na nitaendelea kuwepo.